Vita vya majini na binadamu havitoisha kamwe, isha kamwe, Kisoda, kisoda, soda kwae, hukati tamaa, kati tamaa, Kisoda, kisoda we hukati tamaa.

Mimi nikikufuata wewe nitakuwa nakukosea heshima, kwa eshia nasaidiana sana mambo mengi. Rafiki yako kama alikosea eh, lazima kwani, unataka uambiwe na kupenda? Kwani wewe mwenyewe we mwenyeo huoni, si ndio? atakuaa rafiki yako kwa kwa mimi wewe, hivyo unipende Sijasema sikupendi, mimi ni, sikukufuata kwa sababu nilikuwa kama dada yangu, unaona? Nilikuwa kama dada yangu, hata kuona nilikupenda nilikwambia suala kama hili nitakuwa nakosea. Na hapo mna shada dada hapo. Kwa hiyo unipenda. Eh, mimi nakupenda sana. Kwani yule

Nawashukuru sana kwa msaada mlionipa, ila kuna kitu kimoja mimi kinaniumiza sana. Kama mwana wenu mimi, mjukuu wa Machikopo, mumeniacha bila mwana maji. Kazi yenu, shughuli yenu ya kilinge hiki mlicho nikabidhi kutoka kwa babu yangu Machikopo, nakifanyiaje shughuli zenu muridzike, kama wakudu wangu. Ninachoomba basi mimi, wakulu uniletee msaidizi mwingine kupitia nguvu zenu za maajabu, maana mmoja wewe kunifelisha kwenye jambo lolote katika dunia hii, wakulu wangu, wakulu Wamezuluni, wamezelani wamezelani, sina mengi ya kuongea. Nina uchungu na yule aliyemnuulia mwanamaji wao, ni kijana mdogo sana, walimpeleka Jongomeo, lakini haijalishi wakulu, tunalipiza tunalipiza, watajua kama sima isivi sabuni Kisoda si Ingia, ingia, ingia, ingia, ingia, ingia, ingia wakulu, wakulu. Hichi kiota chenu mulicho ni kabisi mimi memjukwa Mwakikoko, leo nakufanyia kazi. Nataka leo hii munulete mwana maji mwengine mpya kabisa, afanye kazi yenu upya kwa bidii sana, wakulu

<laughs> Wakuli wangu, mimi nawapendea kitu kimoja, hamuja wainifelisha katika kazi yangu yoyote. Mimi mjukuu wa Machikopo sijawahi kushindwa na kitu chochote katika dunia hii. Wakuli wangu, mimi nawashukuru, niwape tu heshima zenu za mwisho. Mwana maji wangu. Ndio mkuu. Mwana maji wangu. Ndio mkuu. Mwana maji wangu. Ndio mkuu. Mwana maji wangu. Karibu. Asante mkuu. Karibu kwenye kilinge. Asante mkuu. Cha mganga Kisoda. Mimi ndiye nilikuwa Mwachikopo. Enua sura yako <laughs> Wakolo, nimefurahia sana, muneniletea yule wa kwanza alikuwa ni mwembamba kama mua. Sasa hivi mweniletea mtu bashishi, mtu mwenye nguvu zake bonge. <laughs> Bonge mwana waji wangu, mpe, nimependa. Hata kilinge changu kitanawiri. <laughs> Tutakuwa vibonge kwa kuwapiga wanga wote na wachawi. <laughs> Karibu sana kwenye kilinge hichi, karibu, naomba ukae kwa heshima. Tupange kazi kama tulivyopangiwa na wakulu. Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mwana maji wangu nilikuitisha sana kutokea kitambo, nili kuwa na mwenzako hapa tukifanya kazi vizuri, tu macho ya watu na maasidi, sio watu wazuri katika dunia hii. Mi nikuulize tu swali moja, uko tayari kwa kazi? Ndio, niko tayari. Uko tayari kwa kazi? Ndiyo, niko tayari. Uko tayari kwa kazi? Ndio, niko tayari. Nimependa majibu yako, sina wasiwasi na wewe. Ndiyo, mkuu. Kwa sababu wakulu wangu na waamini wakileta kitu uwa, wabatishi katika kilinge hiki cha mzee Mwachikopo. Mimi mjukua Mwachikopo mganga kisoda sijashindwa na kitu chochote, kila anayekuja na msoda nawapiga mfubuo. Unaujua mfubuo? Ndio tunawasoda kama soda za Coke ama Sprite. Sawa, sio mirinda soda za Tanzania, hapana. Tunawapiga kama soda za hapa hapa Kenya, sawa? Ndio mkuu. Nimependa <laughs> ujio wako na huu ulioushika, ndio silaha yako na wakulu leo wataiongezea nguvu. ni kabisa kitu hichi mlioipa nguvu, hakuna chochote kitakachoshindikana. Bigi, kamata kitu hiki kwa mkono wako huo na kukabidhi na hisi ni nguvu. Hakuna yoyote atakayekushinda kushinda kuanzia sasa, wewe hufi kama alivyokufa yule mwanamaji wangu ni mwana maji mzuri sana ni kama wewe, anatii sheria, anafuata maagizo ya Mganga Kisoda kupitia Mzee Mwachikopo katika kilinge hichi cha Mganga Kisoda. Nisiwe mwingi wa maneno, tunafanya kazi na vitendo. Ndio tunafanya kazi na nini? Vitendo. <tum> <tum> <tum> <tum> Nimependa mwana maji wangu, unaona hii yule jini, muda sio mfupi atakuja, sawa tuamtia hapa, unaona hii hapa, chungulia. Tunamwingiza humu ndani, tunamfungia. Ingia, ingia, ingia, ingia, ingia, ingia. Karibu, karibu dada, katika kilinge cha mganga kisoda, mjukuu wa Mwachkoko. Karibu dada, karibu, karibu sana. Ondoa hofu, ondoa wa wasiwasi.